Ikitokea dunia imelogeka au Tanzania ikalogeka, Mchungaji Gwajima akatokea, akaamka, akawa rais, la kwanza kufuta ni mwenge wa uhuru yani. Yani naapishwa tu pale, pale na nasema hakuna kitu kama mwenge wa uhuru uhuru yani, kwa sababu utumia akili zako. Lengo lake nini? Tangu mwenge huu uanze kuzunguka Tanzania nzima, wezi wameisha. Unaweza kujiuliza kabisa kwamba hivi koroboi hii ya taifa tangu ianze kuzunguka nchi nzima, ma -ma majambazi yameisha, mafisadi wameisha, wezi wameisha. Ni kitu gani hiki? Ni sanaa gani hii? Isije kuwa ni ile harufu ya kuwalaza watu, harufu ili wananchi walale usingizi, washindwe kudai haki yao. Na kata mshale ule umepiga mtu moyoni kich, mm, mkuki ule umepiga kichi. Unajua nikwambie jambo hakuna jambo duniani linalotendwa lisilo na maana. Hata sauti ukizisikia zina maana. Wewe, wewe ujiulize, jaribu kuwaza hivi, jaribu kuwaza hivi. Hebu wacha nitumie kutafakari kweli kweli. Mwenge huu kazi yao ni ku-, ku kumulika wanyonyaji, sawa eh? Unaanza sasa, sasa kwa mfano unapita barabarani pale, wanyonyaji wako hapa, kwa mfano kama kawe hapa unawafanyaje hao wanyonyaji? yani yani unapita pale barabarani, mnyonyaji yuko hapa, Mchungaji Gwajima yuko Kawe pale, na wenyewe unapita pale, unamulikaje? yani unamfanyaje? yani yani una miali kiasi gani ya kumfanya mnyonyaji Mchungaji Gwajima wa Kawe umchome? una nini yani? Na unaweza kujiuliza kama hauna kitu, gharama zote hizi za mafuta yanayotumika na kuwalipa wafanyakazi na kulipa magari na padiem za wanaouendesha na kuwalipa askari wanao, yaani gharama zote, kwani sisi ni wajinga? Sio wajinga, ina maana yake, ina maana yake. Na mimi nasema hivi kama mhubiri bwana hapo huwezi kulirudisha nyuma. Mimi ni mhubiri wa Injili, kila lisilokaa sawa ambalo moyo wangu naliona aliko sawa, nalikanyaga kanyaga kwa jina la Yesu, nalivunja kwa jina la Yesu. <coughs> hiyo ndiyo tofauti. <coughs> Hebu jaribu kwanza. Nimekuonyesha sadaka ya harufu. Sasa hii sadaka ya harufu, anayechukuaga sadaka hii nchi nzima, yeye huwa tunampa nini anayechukuaga sadaka hii nchi nzima yani, harufu nchi nzima e, gharama nchi nzima, watu wanakwenda nchi nzima, anaye nani? Anakulaga nani? Anakula hii harufu? Harufu harufu, hii nani anakula hii harufu? Na baada ya kula anatupa nini? Bongolala bongolala amen amen. Sasa ndiyo maana ya kafara. Kuna kafara ya nchi janja ya kutoka kuzimu, ufufuo na uzima tunaigeuza, janja ya kuzimu tunairudisha ilikotoka. Tunaipenda nchi yetu na watu wetu, kwa jina wa la Yesu wapigwe kumbukumbu <laughs> e, e, e, e. Kumbukumbu la Torati sura ya 32, harufu ya kupendeza, yaani sadaka ya harufu. Naona sasa, sasa wewe kama unanibishia kuna mtu anaweza kuwa anabishabisha naona ah, mimi kwa kweli ni kama nakubali vile, lakini nakataa kataa. Mwombe Mungu, mwambie Mungu yaliyoongewa na mchungaji wa ufufuo na uzima pale kuhusiana na huu mwenge. Hebu nionyeshe, nionyeshe mwenge wa kwanza uliwashwa wapi, na wazo lile linatokea wapi? Mimi nimesoma mpaka mwenge wa Olympic, Olympic torch. Unajua maana ya Olympic torch? Neno Olympic lenyewe ni neno la Kigiriki, limeanzia kule Ugiriki Olimpiki ni neno la Kigiriki, na olimpiki ulianza, ile mwenge wa olimpiki ulianza baada ya vita vya dunia kuwa vimetokea duniani, watu wamepigana sana, wametwangana sana, mataifa ya Ulaya wamebomoana sana, wamepigana sana, wakasema jamani, tuwe na Olimpiki tochi. Olimpiki tochi ndikazaa Olimpiki michezo kwamba kwa, kwa sababu tumepigana sana, angalau tutengeneze tochi moja iwe inapita nchi nzima mataifa yote ya Ulaya, na ulimwengu wote, alafu tuwe na michezo ya pamoja, michezo hii itusaidie kuondoa tofauti zinazotufanya tugombane. Lakini baada ya ile tochi kupita, kwanza wewe unakalili tu mwenge, mwenge, mwenge wetu jamani, eh, wewe unashika haya mafuta ya mwenge peke yake yanatosha kujenga zahanati labda kumi kwa mwaka. Lakini kwa nini tunaifanya? Tunaifanya kwa sababu tunahisi ina maana. Ina maana gani? Wanajua wao. Na wewe ambaye huu naukimbiza, ah, Gwajima ameanza kupinga shughuli za kitaifa. Taifa ni nani kama sio mimi mwenyewe? Mimi si ndio mtaifa? Sisi si ndio wataifa tunaongelea? Tuko ndani ya taifa. Kwani taifa ni nani? Taifa si ni mimi na wewe? Wany, wenye taifa ndio tunaongeza, wenye nchi ndio tunaongea, wenye mwenge ndio tunaongea kwamba mm, tuliuanza wenyewe tutaumaliza wenyewe, na tunaoongea ni wenyewe. Sasa kinakukasirisha nini? Kinakufanya uvimbe mdomo, kinakukasirisha nini? Mwenge huu si wa Watanzania na sisi ndio Watanzania? Si ulianzwa na Watanzania, unataka kukataliwa na Watanzania? Tena anayenuna ndo Kiingereza chako hapa kimekwenda kushoto, akihitajiki kufua na uzima. Tuko kazini sisi, hapa tunawakilisha mbingu za Mwenyezi Mungu, tunamwakilisha Baba wa milele, tunamwakilisha mfalme wa amani. Tunatenda kazi, baba yetu mbinguni anatenda kazi, na sisi tunatenda kazi. ikitokea dunia imeloga